Imekaa akapita mtu kwenye gari akaniona, alivyoniona akakumbuka uko, na sijui kakumbuka nini, alikumbuka kaniona huko usharikani tabaha anapotokeaga akanaambia, zama siku unanikumbuka? Nikamwambia mimi sikukumbuki, njaa ikiwa inauma unasahau watu sasa. <laughs> Kumbe ni msharika wa usharika mmoja ambako baba yangu alitumika. Akasema, aise, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yako. Yaani, kuna mahali alinisaidia mno, alinitoa eh. Mimi sasa nasikia ile story sielewi. Yule mzee bwana akaingia mfukoni, katoa kitita cha kibunda pale cha ja fedha akanipatia mkononi. Alivyonipatia pale nakombiga na, na macho <laughs> na ya roho yakafunguka, nikasema nimekumbuka. Moyo wako ulipoguswa na yeye akakutana mimi huko, alipoguswa akanipa ile fedha. Kitu kimoja ambacho aliondoka nacho pale ni kwamba, huyu mtu mimi sijawahi kumtendea chochote, so sijawahi kukutana naye kokote, lakini utumishi wa baba ndio uliwahi kukutana naye. Kwa hiyo namna ambavyo anakutana na kutana mimi ni kwa ajili ya yule si unanielewa? Maana yake kumbe, udiakonia una tabia ya kufuatilia vizazi vyako, hata kama wewe pale hupo, lakini Mungu anawaona wazao wako, anawaona watoto wako, anawaona watu wako wa nyumbani kwako, anawasaidia na kuwatoa katika uharibifu. Kanisa la Yesu, haleluya! Hii sadaka haina kiwango, ndio kitu cha kipekee kwenye hii sadaka ya diakonia, kiwango ni moyo wako. Vile utakavyopenda kutendewa watendee wengine, ndio kiwango cha hii sadaka. Na ndio maana Jonathan alichukua vazi lake na nguo yake na silaha yake akampa Daudi. Alipompatia, maandiko yanatuambia moyo wake ulimpenda Daudi. Kwa lugha nyingine, sadaka adiakonia, kiwango unachopenda wewe kutendewa kipeleke kwa mwingine nyumba ya Sauli si kwamba ilikuwa ina mema, mabaya pia alikuwepo, tena mengi, ndio maana walifichwa. Lakini tunaona katika hiyo hiyo nyumba bado wema wa Mungu ulikuwa unawatafuta, na ndio maana nataka nikusaidie leo, jifunze kutenda mema bila shuruti, moyo wako ujifunze kujua, hapa ni kwa yatima kwa sababu Mungu akuangalie wewe, Mungu anaangalia wa uzao wako na uko mbele, kwa sababu hii ni sadaka ambayo lazima malipo uyapate. Kama ubaya hauozi na wema pia haufanyi nini, hauozi.